Sisi tumeitwa kwa kusudi la Mungu na hilo kusudi ni mimi na wewe kutambua wewe, wewe ni nani ndani ya Kristo na katika kujitambua kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania katika kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza, Paulo Petro anaanza kwa kutambulisha, kwa kutambulisha wema wa Mungu neema ya Mungu na utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Amen. Maana anasema msadakini, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu bwana wetu. Amina. Ndio maana nikasema tambua wewe ni nani ndani ya Yesu, na sifa ya kujitambua nimesema ni kujikana. Kujikana maana yake ni kukubali kuacha matendo ya giza yasiyoza na kumpokea Yesu Kristo awe mira yako, awe dira yako awe nguvu yako, awe msaada wako, awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Sema amina. Kwa kufanya hivyo, tutajua ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni mwana wa Mungu, lakini kama ni mwana ni mrithi, haleluya. Na mrithi lazima afanane na baba, achukue tabia za kiungu. Ndio maana akasema, kwa kuwa uwezo wake wa Uungu umetuki vitu vyote, sema, vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Sema uzima. Maana tunapompa Yesu maisha yetu tunapokea uzima wa milele sema uzima, uzima wa milele. Na huo uzima wa milele unatupa fursa ya kuja kwa Mungu, kwa sababu kwanza tunafanana naye. Haleluya! Anasema kama baba alivyo ndivyo na sisi tulivyo kama Mungu ni upendo, na sisi ni nani? Ni upendo. Kama Mungu ni nuru, na sisi ni nani? Ni nuru. Haleluya. Na kasoma hiyo katika Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya nne, unukianza mstari wa nane hadi kumi na nane, unaweza kupata habari. Anasema, wapenzi natupendane kwa sababu upendo unatoka kwa nani? Kwa Mungu, maana Mungu ni upendo, naye akae katika pendo Mungu ukaa ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Paulo Petro anasema Uweza huo umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Tunaposema uzima, tunaongelea uzima wa nafsi, uzima wa roho, uzima wa akili, uzima katika kumjua Mungu na kumcha Mungu aliye roho. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunajifunza, na nikasema tambua utambulisho wako ndani ya Yesu Kristo ili uweze kusimama na kutenda mambo yote ipasavyo uzima. Utende kwa nguvu zako zote kama ni utakatifu, fanya mambo yote ishi kwa utakatifu na kwa bidii ya kumpenda Mungu, kushika amri za Mungu, kushika hukumu za Mungu na kutembea katika kweli ya nani ya Kristo. Hiyo ni kwa nguvu zako zote lakini kwa habari ya kumpenda Mungu kwa sababu nguvu yako na uzima wako unatokana na Mungu, lazima ukubali, sema lazima nikubali kumpenda Mungu na kupenda sheria zake. Wezi kusema nampenda Mungu alafu kakataa amri zake. A, Bwana Yesu asifiwe. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa nguvu zako na kwa akili zako zote, Kumbukumbu la Torati sita mstari wa nne hadi tano ukisoma utapata, lakini katika kitabu cha Mathayo 22 unapata hiyo pia. Yesu, Yesu alipoulizwa habari ya amri kuu. Kwa hiyo, Petro anaendelea, anasema katika hiyo sura, maana bado niko kwenye pointi ya kwanza inayosema tambua utambulisho wako. Utambua, utambulisho wako ndani ya Yesu ili uweze kusimama na kutenda mambo yote kwa nguvu, neema na uwezo wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kwenye dunia iliyojaa uovu, tunaishi kwenye mazingira hatarishi, watu wanawindwa kama ndege, lakini tunajua tuna maisha baada haya. Lazima tujipange kuishi maisha kupendeza, kumpendeza Mungu na kuishi maisha ya kutafuta ushirika na Mungu, ili kwamba maisha yetu yanapoisha duniani ndio mwanzo wa kuendelea kuishi na Mungu katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, hmm. Ndio maana akasema kwa kuwa uwezo wake wa uungu metukirimia vitu vyote visipasa vya uzima na utauwa, kwa kufanyaje? Kwa kumjua yeye. Ametuita ye kwa utukufu wake na kwa wema wake mwenyewe. Tena kwa haya ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika, washirika wa tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mtakatifu, lazima tuishi maisha mtakatifu. Sema amina. Mungu ni mkarimu, lazima tuwe wakarimu. Mungu ni mwenye haki, lazima tuishi katika mwenendo wa kutenda mambo ya haki. Haleluya! Mungu ni mwaminifu, lazima tufanye uaminifu kama Paulo anavyosema kwa Wakolosai, Wakolosai tatu kumi na mbili. Tutasoma anasema, kwa kuwa mmekuwa wateule watakatifu wapendwa, wateule watakatifu wapendwao anasema namba moja, jivike moyo wa rehema. Namba mbili, jivike uvumilivu, utu wema, kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Na zaidi ya yote anasema upendo, maana ni kifungo cha ukamilifu. Kwa hiyo pia anasema ametukirimia ahadi za thamani. Hizo ahadi za thamani ni kwamba wewe sio mtumwa wa dhambi tena, sema amina. Wewe sio mtumwa maana yake shetani hana nafasi tena ya kukutumikisha isipokuwa kukubali kwa hiari yako mwenyewe. Maana anasema mpingeni shetani naye anafanya nini? Tukimpinga shetani kwa neno la Mungu na kwa kukaa katika uaminifu wa Mungu na wema wake na utakatifu na haki, shetani ukimwambia shetani ondoka, hana ushirika na wewe tena. Maana umejua kweli na hiyo kweli imekuweka huru kweli, kweli. Lakini ukijua kweli usifanye kweli, maana yake shetani na atakufanya kama mpira wa kona. Tunajua so, mpira wa kona eh? Mtu yote anaweza akachaguliwa kupiga, hiyo si ndio eh? Eh. Amesema ametukirimia ahadi za thamani, ahadi za nini? tathamani ili kwamba mpate kuwa washirika ya wa tabia ya Mungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Lakini Paulo, Petro anaendelea anasema, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, kumbe tuna yatupasayo kuyatenda na yatupasayo ni mimi, ni wewe kujua yatupasayo ambayo tutakusomea. Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, wewe ni nuru. Lazima utende mambo yanayodhihirisha nuru yako. Haleluya! Mathayo 5:14, 16. Yesu anawaambia maneno hayo. Mtu mmoja anaweza kutusomea kwa haraka Mathayo tano, kumi na nne, kumi na sita. Yesu anasema ninyi ni nuru, ninyi ni chumvi. Haleluya! Nasema na nuru yenu na iangaze mbele za watu, ili watu wakitazamapo matendo yenu wamtukuze Mungu wenu Haleluya. Ndio mambo hayo. Paulo, Petro anasema katika hiyo sura anasema, na kwa sababu hiyo, ukijitahidi sana kwa upande wenu, ameongelea imani, imani pasipo na matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Na matendo yako ndio yanathibitisha unamwamini, unamtumaini Mungu. Tusome hiyo Mathayo nne, Mathayo tano.

Uh-huh. Na kunienda chini ya pishi bali huye kiango nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. uh -huh. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu uh -huh, wapate kuyaona matendo yenu mema, ndio wamtukuze Baba yenu najeniu. Kwa hiyo anasema nuru yenu na iangaze mbele za watu nuru yako iangaze kwa kuonyesha imani yenye matendo. Imani maana yake unamtegemea Mungu, unamtumaini Mungu, unampenda Mungu, unavaa uaminifu, unavaa utakatifu, unavaa haki. Bwana Yesu asifiwe! Ndio nuru inaangaza. Utawapenda wengine kwa sababu umeamriwa, kwa amri Yesu anasema katika Yohana kumi na tatu anasema mambo machache, anasema amri mpya nawapa. Ukisoma kuanzia thelathini na nne thelathini na tano hadi thelathini na sita anasema amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda, ili watu wajue ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa Bwana Yesu asifiwe. Amri inathibitisha imani, ndiyo maana akasema katika imani yenu tieni wema. Huwezi kuwa na imani unamtegemea Mungu alafu ukawa mkatili. Yesu atusaidie mm. Maana yake Mungu anatukumbusha katika Wakolosai, tusome Wakolosai tatu. Anasema kwa kuwa mmekuwa wateule, basi kuna vitu vya kuachana nalo, kuna vitu vya kuvua na kuna vitu vya kufaa ni kama vazi, tatu kumi na mbili hadi kumi na sita ndio ndae. Basi kwa kuwa ule wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao, ndio jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu mkichukuliana na kusameheana, ndio mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe kifo cha ukamilifu na amani ya Kristo ya kweli mioyoni mwenu, ndio uliyoitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Amen. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani, katika maarifa yote, katika hekima yote, katika hekima yote kifundishana na kujana kujana. Na kujana kwa kwa hiyo ndo hiyo hiyo Petro anasema katika kanisa anasema katika wema wenu mtieni maarifa, namna ya kuenda mbele za watu, namna ya kuishi na watu inahitaji hekima, inahitaji maarifa asifiwe. Na katika maarifa yenu weka kiasi. Paulo na akasema tunda la Roho ni upendo, uvumilivu, utu wema, kiasi, fadhili na mambo mengine kama hayo katika wa, wa, Galatia 5:22 kisomali 25. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema kiasi kitakupa kujua kipimo cha kufanya kwa kusudi la mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika kiasi chetu, Zaburi kuna sehemu kiasi kinabidi mbini ufunge ili Zaburi iru itende kazi Haleluya. Anasema tukumbuke, tumesema wewe ni nuru kwa kakiabili, wewe ni nani, ni nuru. Lazima utende mambo yanayodhihirisha nuru, utukufu, uishi katika utakatifu, upendo wa Mungu. Namba tatu. Ishi kwa kusudi la Mungu na sio mapenzi yako. Warumi anasema katika Warumi kumi na nne nane anasema jambo la furaha pale anasema wezai, tunaishi hatuishi kwa sababu yetu au tukifa. Paulo anasema anasema jambo pale katika Warumi kumi na nne, Warumi kumi na nne mstari wa nane, wacha nitakusomea inasema kwa maana tungiishi twaishi kwa Bwana au kama tukifa twafa kwa Bwana basi kama tungiishi ama kufa, tumale Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Bwana Yesu asifiwe! Lakini katika Wafilipi pia kuna maneno Paulo alisema pia, anasema "Nimesulubiwa pamoja na Kristo, si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu." Wacha nikusomee. Paulo anathibitisha, anasema tunakumbuka kuishi kwa kusudi la Mungu na si mapenzi yetu, si ndio eh? anasema wa Filipi ngapi? Eh? Wagalatia mbili sio Wafilipi. Wagalatia mbili Paulo anasema jambo pale. Aliyebana anaweza akasoma Wagalatia mbili ishirini. Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, si mimi tena, bali ni Kristo yu ndani yangu. Haleluya! Wagalatia mbili mstari ishirini inasema maneno haya. Paulo anasema Ma, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Kwa hiyo katika kuishi kwa mapenzi ya Mungu, lazima kuna kujitambua na kujikana na kukubali kubeba msalaba wako na kufuata Yesu. Hapa tunaongelea swala la kuhakikisha unatenda mapenzi ya Mungu, sio binafsi wako, sio matendo yako ya mwili, bali ni mapenzi ya Mungu. Soma katika kitabu cha Mathayo kumi na sita ishirini na sita. Yesu anatupa mfano, anasema, kwa kwamfaidia nini mtu akipata dunia yote. Kwa sababu duniani hizo watu wana- wako radhi kufanya mambo ya kiudhuluma ya kuua watu ya kutoa kafara ili tu apate mali, lakini Yesu anakuuliza ukipata hivi vyote utapata faida gani? Kwa sababu unaweza ukapata dunia yote na mali yake, ukamiliki ndege, ukamiliki dhahabu, ukamiliki uh, tanzanite, ukamiliki almasi na vyote vya thamani, lakini kumbuka hivyo vyote vitaisha duniani siku kisikwa, hautaondoka na hata kimoja, na hata ukiondoka haitakusaidia chochote. Bwana akusaidie. Mathayo kumi na sita ishirini na sita anasemaje? Kwani atafaidika nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu anatoa nini badala ya nafsi yake? Amen. Kwa hiyo tujifunze kuishi kwa kusudi la Mungu na sio mapenzi Namba nne, tembea katika kweli, uaminifu, utakatifu, walilevu ili kuongozwa na kubarikiwa na Mungu wa mbinguni. Wakolosai mimi sita anasema kama mlivyompokea Kristo Bwana Yesu, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Hey, si ndiyo? Hey, wenye kujengwa, wenye misingi yeah, ya imani, wenye misingi ya yeah, kumpenda Mungu. Wakolosai, waraka wa Paulo kwa Wakolosai, tusome Wakolosai mbili kumi, aa, Wakolosai mbili sita anasema, basi kama mlivyopokea Kristo Bwana, endeleeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa mkazini kutoa shukrani. Amen. Yeah. Ehe, kumi kwenye sura ya kwanza kwenye sura ya kwanza ya Kolosai Paulo anaongelea kitu kingine pale pia ambaye ni msingi itatusaidia, anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkipendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Nyingine point nyingine ni kusema uwe na bidii katika kumtafuta Mungu. Katika sala, katika neno, imani yenye matendo. Zaburi ya 116 mstari wa kwanza na pili, Mathayo 7:7 hadi 8. Luka 18 mstari wa kwanza. Biblia inatuelekeza katika kuomba na Daudi anathibitisha kwamba Mungu anasikia maombi, anasema, haleluya, nampenda Bwana kwa sababu huisikiliza sauti ya dua zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kumtafuta Mungu lazima kujenga tabia ya ushirika kila siku kwa kusoma neno la Mungu na kutafuta ushirika na Mungu kwa kujenga fellowship. Fellowship ni ushirika, si ndio eh? na ushirika huu unajengwa kwa wewe kulisoma neno la Mungu kama Daudi alivyosema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda nini. Haleluya! maana yake neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako utakuwa mtu wa kutafakari matendo mema. Paulo anasema katika moja ya maandiko yake, anasema lolote lenye nines, sifa njema likiwepo, uzuri wowote likiwepo Jambo lolote anasema yatafakarini hai. Na amani ya Kristo itawafanya roho zetu na akili zetu. Maana yake unaporuhusu kutafakari mambo yasiyofaa, unaondoa utukufu wa Mungu katika maisha yako. Unajitenga mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi wa sana wapendwa na wapenzi katika Kristo kuishi katika maisha hayo tukisoma neno la Mungu tukidumu kwenye sala. Sala ni wajibu, kwa sababu ni mawasiliano. Biblia inasema ombeni, tafuteni, bisheni. Na katika Yeremia anasema Yeremia thelathini na tatu mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Maana yake moyo wako unapoenda mbele za Mungu hauna kinyongo, hauna hasira, hauna uchungu, hauna kitu chochote, bali ni moyo ulio safi. Ndio maana Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana watamuona nani? Utamwonaje Mungu katika maombi? Utakaposimama, simama ukisema Baba, anasema mwanangu, ni kwako unataka nini? Maana anasema kabla hujaomba nitasikia, na ukiwa katika kuomba nitajibu, si ndio eh? Mungu ametuambia tukimtafuta kwanza, tukae katika neno lake, pili tuzishike na amri zake na sheria zake, alafu tuwe na moyo safi, alafu tuombe, alafu tuwe na bidii katika kumtenda, na hilo ndilo neno la Mungu asubuhi ya leo katika kusoma maandiko haya tuliyosoma, na Mungu wa mbinguni apate kutusaidia. Tunapohitimisha na Wakolosai tatu kumi na mbili kumi na nne, tujitathmini, tujitathmini na kuweza kutambua wema wa Mungu na fadhili zake katika maisha yetu. Anasema maneno haya kumi na mbili katika sura ya Wakolosai tatu, ntaanza kumi na mbili hadi hiyo. Uh, tulishasoma inasema kwa basi, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, sema rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu kumula ya kumulaumu mwe mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo. Zaidi ya hayo, jivikeni moyo wa upendo, ndio kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mwe mwenu ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alibariki neno lake, tukapata kutafakari hilo neno. Tuchukue hatua, kumbuka kichwa cha somo kinasema, tambua wewe ni nani ndani ya Yesu. Wewe sio mtumwa tena, wewe sio mtumwa tena. Ten. ni mwana na kama ni mwana ni mrithi. na kama ni mrithi lazima mwakilishe Baba katika uhalisia wake Mungu wetu ni mtakatifu. Lazima tuweni watakatifu. Mungu wetu ni upendo. Lazima tuwe na upendo. Mungu wetu ni mwenye huruma. Lazima tuwe na huruma kwa watu wote. Biblia inasema tafuteni utakatifu, tafuteni amani na watu wote. Na huo utakatifu, maana hakuna mtu ataweza kumwona Mungu pasipokuwa na huo utakatifu. Kama kuna mtu amekuudhi, amekujeruhi, samehe kwa sababu ndio wakati wa Mungu anataka kukubariki. Wakati wa Mungu anataka kukupeleka hatua nyingine, na hawezi kukupeleka kwenye hatua ya kwa, ya pili kabla hujaweza kufaulu hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hatua ya kwanza mtafute Mungu, hatua ya kwanza mpende Mungu, hatua ya kwanza Mungu, hatua ya kwanza epukana na uovu. Juzi tuliangalia katika somo la Jumapili iliyosema, eh, tulisema nini, chagua watu sahihi kwa wakati sahihi. Amen. Amen. Amen. Chagua watu utakaoambatana nao maana unapoambatana na watu waovu utaharibiwa nafsi, mwili, akili na kupoteza dira ya Mungu katika maisha yako. Haleluya, na Mungu alibariki neno lake. Mungu akubariki. Jai yetu chabii Yesu. Makofi na vigelegele.